Huzuni imetanda kufuatia kifo cha Mwansa Chilufya, mhitimu wa chuo kikuu cha Zambia ambaye maisha yake yalikatishwa siku mbili tu baada ya kutunukiwa shahada yake ya kwanza. Mwansa alihudhuria mahafali yake licha ya kuwa mgonjwa na dhaifu sana. Mwansa, ambaye alihitimu Mei 24, na shahada yake ya kwanza katika mafunzo ya utawala na maendeleo ya umma katika chuo hicho, alizikwa katika hafla ya huzuni iliyohudhuriwa na familia, marafiki na wanafunzi wenzake. Akiwa amevalia mavazi ya kitaaluma, alipita jukwani kwa heshima na nguvu tulivu, uwepo wake ukitumika kama ishara ya ujasiri na uvumilivu kwa wote walioshuhudia. Wakati huo, kuhudhuria kwake hakukuwa tu ushindi wa kibinafsi, lakini msukumo mkubwa kwa wengine wanaokabiliwa na dhiki. Alikuwa mpiganaji, alisema mmoja wa wanafunzi wenzake. Hata wakati mwili wake ulipokuwa umedhofika, roho yake ilikuwa na nguvu. Kumtazama akipokea shahada yake kulitukumbusha sote nguvu ya matumaini na uamuzi. Wanamtandao walijumuika na familia ya Mwansa kuomboleza. Kifo cha Mwansa kimeleta mshtuko mkubwa chuoni hapo, huku jumbe za rambirambi zikimiminika kutoka kwa wahadhiri, wanafunzi na wanachuo. Jamii ilimkumbuka kama mwanafunzi huyo aliyejitolea na shauku ya utumishi wa umma na hamu ya kufanya na kuleta mabadiliko katika jamii. Alikuwa na ndoto nyingi, mhadhiri alibainisha katika ibada ya mazishi